aita hapa mahususi kabisa ni kuzungumzia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza linahusu mchezo wetu wa CAF Champions League ha, hatua ya awali mchezo wa marudiano dhidi ya wilit kutoka Angola, lakini kabla sija kwenda mbali sana kuingia kwenye ajenda hiyo, kwa kipekee kabisa nafikiri kuna umuhimu leo wa kujitambulisha. Mimi naitwa Ali Shaaban Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji, na ndiye msemaji naisemea timu yenye nidhamu zaidi Tanzania, ndiye msemaji ambaye naisemea timu Tanzania tutaingiza mashabiki uwanja wa Benjamin Mkapa, na sio tu mashabiki, ndiyo msemaji ambaye mashabiki wa timu yangu wakiwa na nidhamu kubwa. Siku ya kesho tutakwenda Benjamin Mkapa kufurahia mechi za Champions League. Na kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa wasemaji, nichukue fursa hii kulipongeza shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kwa uamuzi wao wa busara wa kudili na wahuni kwenye mpira. Mimi kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, jambo hili limenifurahisha na linaonyesha kwa kiasi gani CAF hawana muda wa kucheka na wahuni wowote katika football. Ukileta uhuni, CAF watashughulika na wewe. Na sisi kama Young African Sports Club tukiwa klabu yenye nidhamu, mashabiki bora, mashabiki wa mfano, kesho tutakuwepo Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo huu wa CAF Champions League. Ajenda yetu ya kwanza nimesema ni mchezo huu wa hatua ya marejeano. Mchezo wa kwanza tumecheza Angola, tumeshinda kwa goli tatu kwa bila, tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini mchezo wa marudiano ni siku ya kesho na utaanza majira ya saa kumi na moja kamili jioni. Wageni wetu wili tayari wameshawasili nchini waliingia siku ya jana majira ya saa kumi jioni. Wamesha enjoy hewa ya Dar es Salaam, na mmewasikia hapa kwenye press conference yao. Bado hawajakata tamaa, bado matumaini yao kwenye kupindua meza yako juu kulikweli, wanaamini wanayo timu ya kuja kuishangaza Afrika kupindua magoli matatu Benjamin Mkapa dhidi ya Young African Sports Club ni jambo zuri na ni mentality nzuri kimpira na linatusaidia sisi kama Young African Sports Club kuto kubweteka hata kwa asilimia moja. Tumeshinda goli tatu yes, lakini bado hatujafuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Tunafuzu vipi? Ni kwa kuzimaliza dakika 180 mchezo wa nyumbani Benjamin Mkapa. Utamu sasa wa mchezo huu umeongezeka kidogo, kuna flavor imeongezea kwenye mchezo huu. Tumecheza mechi ya Ngao ya Jamii, tumeshinda goli moja bila. Yanga aichezi vizuri. Tumecheza ugenini dhidi ya weliti ya Angola tumeshinda goli tatu bila Yanga haichezi vizuri. Tumerudi kwenye ligi dhidi ya Pamba, mechi ya kwanza, tumeshinda goli tatu bila Yanga haichezi vizuri, na haya ni maoni ambayo ametoka kwenye platform mbalimbali. Wako wana Yanga wametoa hayo maoni, wako waandishi, wako wachambuzi wako watu wasiojua hili wala lile, nao wametoa maoni yao. Na sisi kama taasisi tumepokea maoni yote, yale ambayo ni mazuri tumekwenda kuyafanyia kazi, yale ambayo tuliona hayana maana tumeachana nayo. Sasa mazuri ni yapi ambayo tumeyafanyia kazi? Kilio kikubwa cha watu ambao walikuwa wanaifuatilia Young African Sports Club ni kwamba Yanga haichezi ule mpira wake, kuna kitu kama kwenye mfumo hivi hakijakubali bado. Bado kuna vitu watu walikuwa wanavi expect kwa Yanga bado hawajaviona. Niko hapa kuwahakikishia, niko hapa kuwahakikishia mashabiki, wanachama, wapenzi wa klabu hii na watanzania kwa ujumla wanaopenda mpira, mfumo tayari umekubali, mfumo tayari umekubali. Siku ya kesho ni sawasawa na kwenye familia ule usiku ambao mnalala, kesho mnaamkia Krismasi au mnaamkia sikukuu ya Idi. Ikifika asubuhi, cha kwanza, ukifungua kabati, unachukua nguo yako nzuri zaidi ili uweze kupendeza. Na sisi hivyo hivyo, kesho Roman Folz ameingia kabatini, amechukua nguo yake ya kupendeza, na kesho, kile kiu ambacho mko nacho, ile shauku ya kuiona Young Africans iko imefungulia booster zote, kesho Benjamin Mkapa, ili jambo linakwenda kuonekana 100% na uhakika tofauti unajua ya msemaji mimi na wasemaji wengine, ikitokea umeulizwa ipi tofauti ya Ally Kamwe na wasemaji wengine, jibu tu ni uongo. Ally Kamwe sio muongo, nachowaambia hapa ni uhalisia, na insha Allah kesho mtakwenda kukiona. Hakuna uongo kwenye maneno yangu. Mfumo tayari umeshakubali, Kesho tunafungulia busta zote, tunataka tufuzu hii raundi kwenda raundi inayofuatia kwa rekodi nzuri, na Mwenyezi Mungu atujalia hilo jambo. Kwa hiyo kesho 100% unayetoka nyumbani unakuja Benjamin Mkapa, 100% wewe unakuja kuenjoy. Nilikuwa kwenye mahojiano asubuhi na kituo kimoja, nikawaambia kama hamtaona kesho kitu cha tofauti Benjamin Mkapa Jumatatu sio, mnipige, mniwambe makofi, umetudanganya nchi nzima. Kama nanyie mko mji Jangwani hapa, kuanzia saa sita mpange foleni kila mtu wa wa wa wa, mimi nimehudhuria session zote, jana pia nilikuwa Avictown na leo inshallah, tutakwenda Avictown. Yako mambo ya kimpira ambayo sitaki kuzama sana ndani kuwaelezea hapa kwa sababu wanasema wenyewe, anayetaka kuelewa hata usipomwelezea ataelewa, na asiyetaka kuelewa hata umwelezee vipi aelewi tu. Ziko fakta like za kimpira hapa ambazo watu wanaojua football walikuwa wanaelewa, kwa nini Yanga walikuwa hawafungulii busta vizuri. Niwagusie kidogo au tuachane nazo? Nigusie kidogo, sisi kocha wetu kaipata timu yake yote kwa maana ya wachezaji wote tarehe kumi na moja mwezi huu, yani maana yake wachezaji waliokuwa kwenye CHAN, wachezaji waliokuwa kwenye timu za taifa kwenye FIFA break ya tarehe moja mpaka tarehe kumi timu yote kaipata tarehe kumi na moja Tarehe kumi na mbili alikuwa na mechi Yanga Dei, na ile mechi ukiangalia kitakwimu wachezaji ambao wamecheza muda mrefu ni Frank Yasinki na Bakari Mwamyetu. Ishia, iishia pale nilipoambia kwamba tarehe kumi na mbili mwalimu kapata timu, tukaenda tarehe kumi na moja Tarehe kumi na mbili tukaenda kwenye Yanga Day, ilikuwa ni mechi ya kushowcase wachezaji ambao tumewasajili, dakika 30, dakika 20, dakika kumi na tano wanachama na mashabiki wetu waweze kuona hawa wachezaji wetu wa. Tarehe kumi na mbili Yanga Day inaisha, tarehe kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano kuna mechi ya ngao ya jamii na sio tu mechi ya ngao ya jamii, kuna Kariakoo dabi. Unajua kuna, kuna tofauti. Ngao ya jamii Yanga inaweza kacheza na Fountain Gate, ikacheza na Singida, ikacheza na Azam, ni mechi tofauti. Ngao ya jamii Yanga Africans zikicheza na Simba Sports, hiyo ni dabi tayari baada ya dabi siku tatu baadaye, tukisafiri kutoka hapa nyumbani Tanzania mpaka Angola tarehe kumi na tisa Yanga inacheza mechi ya kwanza ya champions league. Ukiangalia hiyo ratiba plus safari ya kutoka hapa kuelekea Angola, ambayo timu tarehe kumi na saba imefika iko hoi, sababu dabi imeisha hapa Tushamshona mtu, watu wamerudi nyumbani, wamechukua nguo, wamekuja airport. Jiografia ya Afrika wote mnaifahamu, toka hapa saa kumi unafika Ethiopia saa mbili na kama saa matatu manne pale kusubiri transit, watu hawajalala hawa toka kwenye mechi ngumu, wamefika pale, wamekaa airport three hours mpaka manne, wako pale. baada ya hapo, wanachukua ndege, wanaingia angola tayari Siku imeisha hiyo, hakuna mazoezi. tarehe kumi na saba yanga hajafanya mazoezi, tarehe kumi na nane yanakuwa mazoezi ya kwanza na ya mwisho. Halafu timu inaingia uwanjani inamshona mtu goli tatu pale pale kwake. Mi nitegemea watu wangepata wasiwasi hivi na hofu checheto hivi kwamba hii timu inafatiki, imesafiri awei imemshona mtu goli tatu. Nilikuwa natarajia watu waogope, lakini watu wakaona kama kawaida hivi, na sisi technically hatukutaka kuingia kwenye ule mjadala, kuanza kujibishana. Okay, yanga imecheza vibaya sawa, Yanga sio nani, sawa? Watu hawa wanasahau siku hiyo hiyo, ajenda namba moja Yanga imecheza vibaya, ajenda namba mbili Prince Dube afai kucheza Yanga, amekosa magoli mengi. Sasa unakosaje magoli timu inacheza vibaya yaani huyo striker anakuaje mbovu kama timu imecheza vibaya. Tukasema hapa kuna kaajenda hapa, kako hapa lakini haya kaajenda, ukachunguza vizuri, kana manufaa makubwa na yao kuliko hasara, kana manufaa yes. Kocha wetu huyu ni mpya, technical bench 90% ni mpya, tuna wachezaji sita mpaka nane, sio tisa, wapya kwenye timu, wanatakiwa waishi kwenye pressure. Young Africans zinavyotakiwa ishi. Hii ni klabu kubwa, kama unashinda tatu na watu wana demandi kikubwa zaidi. Kocha huwezi kulala, unasafiri kutoka Angola unakuja hapa, unamshona mtu goli tatu, unafanya rotation wachezaji sita. My dear brothers and sisters, wachezaji sita, watatu katikati ya uwanja ambako mpira ndiko unakopikwa. Unatoa viungo wako wote unacheza mechi iliyopita, unaleta watatu wapya, timu inashinda goli tatu, Yanga haichezi vizuri, na hatukutaka sisi kuingia kabisa kwenye huo mjadala kwa sababu una manufaa makubwa na taasisi yetu kuliko hasara. Hasara hasara ni hizo kelele tu za mitandaoni na ndio hasara yenyewe hiyo, lakini ukifanya tathmini vizuri, huu mjadala na hasara zake una faida kwetu mwalimu atajiandaa vizuri, hawa wachezaji wapya watajua wamekuja hapa, wamekuja kama Real Madrid ya Afrika. Hapa unashinda goli tatu na watu wamenuna. this is young Africans sports club so unashinda goli moja unakuwa sherehe, goli tatu, mtu anakufa. Clean sheet zinafatana namna hii, halafu watu hawana furaha. Hiyo ndo Yanga yani, mimi am very proud na hiyo mjadala yenu, hiyo inaonyesha how big young Africans tupo ingekuwa ni timu ya kawaida kawaida ile inampiga mtu goli tatu hapa, ingekuwa sherehe sasa hivi. Lakini hiyo ina prove kwamba hii taasisi ni kubwa. Young Africans ndiyo Real Madrid ya hapa Afrika, kwa Tanzania hapa ndio, ndio, ndio kioo cha ubora wa mpira. Ndio maana yanga ikiwa kidogo hivi, hamna mtu atalala, kila mtu ataongea, kila mtu ataongea kwake si tumemfunga pamba goli tatu? Uchambuzi, yanga ichezi vizuri. Iko timu moja hapa imecheza na watu kumi na moja tu, hamna sabu bwana. Ah, bleach zimwapendeza, wameng'aa kole kwenye bleach, mtu anachambua bleach, that's the difference. Yani hiyo ndo tofauti Young Africans na timu nyingine. Na sisi we are, we are, we are happy na hiyo mijadala, endeleeni na tumotivate, na inaijenga timu kuwa imara zaidi. kwa hiyo kesho kwa hizi wiki mbili ambazo mwalimu amekaa na timu yake anasafiri nayo ameshajua nguo yake ya sikukuu ni ipi, na ametuambia viongozi, kesho tunakwenda kuivaa nguo yetu ya sikukuu Benjamin Mkapa, na ndiyo maana tumekuja na slogan inayosema mfumo umekubali. Tumesha testi vitu vimeshakubali, kwa hiyo kesho inshallah tunakwenda kufungulia sabusta zetu, na ndio maana na uhakika 100% Msipoona mafuriko kesho, pangeni fuleni hapa wote na wanaonisikia, pangeni fuleni hapa, mnaniwamba makofi mmoja mmoja, mmetudanganya, mmetuda. Mimi sidanganyagi sababu najua mpira, na naona kesho tunakwenda kucheza mechi kweli. Tunataka tu qualify kwenye hii raundi, inshallah kwenda raundi ijayo, kikubwa na kibabe. Kwa ni waombe mashabiki na wanachama wa klabu hii Young African Sports Club Nyie ni washabiki wenye nidhamu, ni washabiki bora. Mmepata nafasi ya kipekee, wenzenu wakiwa majumbani wanaangalia timu zao, nyie mmepata heshima na thamani ya kuruhusiwa kuja uwanjani kuiangalia timu yenu. Utabaki nyumbani ufanane na hawa kina Kapeto, mpaka lini? Yaani utabaki nyumbani, uwanja haujajaa, wewe huko zako nyumbani hawa Kapeto wapo na wewe upo hapo hapo, u unaikosea sana timu yako. Yaani hii ndio fursa ya kuja kuionyesha Afrika sisi ni dhamu yetu ipoje? na mmesikia wenyewe Wanayanga, mmesikia kila kitu kilichosababisha wenzetu nidhamu iwe mbovu na wafungiwe, ni vurugu viwanjani, hakuna muujiza. Sisi tunayo nidhamu hiyo na kesho tuiendeleze hiyo nidhamu, kila mmoja awe balozi wa amani kwa mwenzake. Jamani, hii burudani wenzetu wanaitamani kuiona Benjamin Mkapa. Tushangilie, twende pale na ngoma zetu na tarumbeta zetu, vuvuzela zetu, tushangilie kwa raha. Mambo ya kupigana pigana, sijui kuwasha mamoto ni ushamba. Chaneni nao mtu anakuambia, mbona kule Waarabu wanawashaga moto? Wao pia wanapigwa faini, ni vile tu wao labda wanajimudu kiuchumi, wakipigwa faini usikii wakilalamika. Lakini hakuna klabu Afrika haipigwi faini inapowasha moto uwanjani, mafataki yale. Hakuna klabu haipigwi faini, hakuna klabu haipigwi faini inapopigana mashabiki uwanjani, faini unapigwa wote. Si Tanzania tuna bahati tu hapa, tuna waandishi ambao wao wanaweza kuandika kila kitu Ndiyo bahati uliokuwa nayo, naweza nikasema hivyo, lakini pia wanafungiwa hao. Si tumecheza mechi ya fainali na wale nani wale Usma wale, kwao pigwa faini wale, vuruu walizofanya siku ya fainali. Kwa hiyo, sio sifa wala sio tabia nzuri kujivunia kwamba na sisi tunakwenda kuwasha moto, si tunakwenda kupiga watu. Sio sifa. Na hata ikatokea siku ya kesho, mwana Yanga umeingia Benjamin Mkapa Ukaona siti yako pembeni, amekuja mtu na jezi tofauti ambayo sio ya Yanga, awe ni Mtanzania asiwe ni Mtanzania, mkaribishe mwambie, keti hapa, uinjoi burudani. Naomba nieleweke vizuri. Imetokea kesho, umefika Benjamin Mkapa na Yanga, umepiga uzi wako vizuri pale, umeangalia kushoto, umeangalia kulia, unaona kuna mtu amekuja kavaa jezi tofauti, sio ya Yanga. Huyo mtu ni Mtanzania awe Muangola awe Mkenya awe Mburundi na jezi ya timu yake yoyote ile, usimfukuze. Wewe una shida ya kupata burudani, una kiu ya kuona mpira mzuri, keti chini hapa, chukua GSM kola mpe kunywa, angalia burudani hapa. Ndio nidhamu nataka tuitengeneze. Kwa hiyo niwaombe, wana Yanga, niwaombe sana tujitokeze kwa wingi siku ya kesho Benjamin Mkapa. Na uongozi wetu ni uongozi unaotupenda kweli kweli, ndugu zangu. Baada ya kugundua na, na kuthibitisha kwamba tutakuwa wenyewe pale Benjamin Mkapa, uongozi umepunguza na kiingilio kutoka elfu tano mzunguko kuwa elfu tatu namba moja, tukate kiu cha watu wengi kumudu hicho kiingilio kuja kuona burudani. Namba mbili, watu wana kiu cha kuona mfumo wenyewe wa Roman Folz msimu huu, tusiwanyime fursa. Kiingilio kishushwe, jana natuambia injinia, wekeni kiingilio elfu tatu mzunguko. Watu tunavyowaambia mfumo umekubali, waje waone kwa macho yao. Kila mtu akitoka Benjamin Mkapa kesho saa moja ile, atoke na tabasamu, leo nimeiona yanga yangu, kila mtu atoke akiwa amefurahi. Kwa hiyo mzunguko ni shilingi elfu tatu, wapendwa Buku tatu buku tatu ndio kiingilio cha mzunguko alafu, VIP C ni shilingi elfu kumi, VIP B ni shilingi elfu ishirini na VIP A ni shilingi elfu thelathini. Watu wanakimbizana saa hizi, tumeshaanza kusambaza hii miamvuli, watu wanakimbizana kupata tiketi. It's a champions league, it's a champions league, lazima tujivunie tuone ufahari wa kuja Benjamin Mkapa siku ya kesho kuisapoti timu yetu na kuinjoi hii keki ambayo tumeipata ya, ya kipekee sisi kama Yanga, mashabiki wetu kuingia uwanjani kwenda kupata burudani, alafu halafu unaambiwa kuna zawadi ya mtoto mwenye nidhamu, huyo ndo Yanga sasa, huyu huyo mtoto mwenye nidhamu ndo Yanga sasa, huyo, tuko pale, enda kuenjoy wenyewe. Kwa kesho ni siku yetu ya kujidai kutoka na jezi yako, kutoka na bendera yako, tembea ukiwa unavimba mtaani. Wewe una nidhamu ya mpira, unakuja Benjamin Mkapa kuenjoy timu yako. O, ni nikomee ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni hapo, kwenye ajenda ya kwanza kwa kuwaomba wanachama na mashabiki wa Yanga tukate tiketi kwa wingi kuja Benjamin Mkapa. Na mkurugenzi hapa alinitumia message watu wamekuwa wakijiuliza napata wapi ile kadi? Jamani, kadi za wanachama wa Yanga zile za kili zile kadi za kili zile, net zile zile, kama unayo zile kadi zina mfumo wa kuingia uwanjani pia ile kadi pia ndo unanunulia una tiketi. Yaani, kama kuna mwanachama wa Yanga na kadi yake ya Yanga ile ile kadi ile, nenda kwa wakala, lipia shilingi elfu tatu njoo uangalie game. Una haja ya kununua kadi nyingine? Wewe ushakuwa oh, mwanachama tayari, kadi ile ile namna gani, uongozi unatupenda unatupa thamani. Kadi ile ya wanachama hiyo hiyo unaingia nayo Benjamin Mkapa. Kwa hiyo la kwanza nikasema ni muhimu niwaambie na mashabiki wetu wapate kujua, sisi Yanga, Mwenyezi Mungu atuepushe tusifikie levu ya kuangalia mpira kwenye vumbi. Mungu, tuseme ni amini. Jamani, tusifike hatua tukaangalie mpira sehemu ambako sio mashabiki wanatakiwa waangalie mpira. Twendeni stadium Benjamin Mkapa tukaenjoy kesho inshallah. Naamini wana Yanga wataitikia kwa kiasi kikubwa, na wa na watakuja kuenjoy football ya timu yao.